Kaa kwenye utakatifu, mahala pa midhaa hapatakiwi hata bure, kwa sababu pale ni lango la shetani kwa ajili yako wewe. Na yasema sana, lazima tujue Yesu ambaye ni Kristo alikuja kwa ajili yani ya jua hayo, tutavuka na uyafuate hayo maelekezo. Usipoyafuate hayo maelekezo, watu wa Mungu, hatutafika mbali. Utaichukia Injili na ukisha ichukia Injili wokovu wa kweli ni jehanamu, na jehanamu unaianza hapa hapa, maisha utakayo yaishi. Tukaoyata nasema kweli, na hii kweli Tatuweka huru. Utii ni bora zaidi kuliko dhabihu. Mnielewa watu wa Mungu, mnielewa, mnielewa.